Hei, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza na kipengele chetu cha set ndani ya Python na natumai umeshaangalia video iliyopita, ambapo tuliweza kupiana utangulizi juu ya kipengele hichi cha set na kuona jinsi gani ya kutengeneza hizo set, jinsi ya kutumia built-in function ya set tuliweza kufahamishana, na tayari una uelewa mzuri tu. So katika video hii tutakwenda kuangalia operation mbalimbali ambazo mbali mbali mbali unaweza kuzifanya katika set kama ilivyo tulipokuwa tukiangalia katika dictionaries, tuples na listi, na pia katika set tutaangalia vitu mbalimbali ambavyo tunaweza kufanya navyo. So kitu cha mwanzo ambacho tutakiangalia leo, jinsi gani ya kupata idadi ya element katika seti yako, na hii haina tofauti na kama tulivyofanya katika listi, tuples na dictionaries, unaweza kutumia e, function ama method ya len kuweza kupata idadi ya element zilizomo ndani ya seti yako. Kwa mfano, wacha tutengeneze hapa seti yetu ambayo tutaiita my set, then tuite built-in function yetu hapa na tuweke list ambayo itabeba element humu ndani: moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Okay, so tunahitaji kwenda kuangalia e seti yetu imehifadhi element ngapi ndani yake? kuweza kufanya hivyo nimekwambia, tunatumia len pia katika set. Kwa hiyo hapa, acha tu print na tuweze kuweka function ya len, kisha humu ndani argument yetu ni jina la set yetu my set kama hivi na moja kwa moja itakwenda kutupatia idadi ya hizi elementi zetu hapa ambapo ni moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Kitu hiki tayari tumejifunza katika video iliyopita. Kitu gani ambacho kinaenda kutokea hapa kama ukiingiza list yako kama ni argument katika function ya set. Okay? Kila element hapa katika hii list itakwenda kujitegemea ikiwa katika set. Kwa hivyo hapa tukiweza kurun programu yetu imetutolea idadi ni sita. Kwa hiyo ndio eh, ukubwa ama tunasema zile element zilizomo ndani ya hiyo seti yetu ya my set. Tumetumia hii built in function ya len kuweza kupata idadi, so pia wacha tuangalie namna gani ya kuweza kuongeza ama kuondoa element fulani katika seti yako ni very simple pia, japokuwa seti ni mutable, yaani unaweza kuongeza na kuondoa vipengele ndani yake tofauti na list, i mean tofauti na tuple ambayo ilikuwa ni immutable. So kuweza kuongeza element moja mfano katika set yako unaweza kutumia function i mean method ya add kuweza kuadd element fulani kwenye set yako. Kwa mfano hapa, wacha tuweze kutengeneza empty set. Okay, tutumie jina ile ile my set na tuweke built in function yetu ambayo itaanza kama ni empty. Okay, hapa tukiprint sasa hivi tukiangalia myset itatuletea kuwa variable yetu myset ipo empty. Ume? set ni empty hapa sasa, kwa tunahitaji ku add element ndani ya hii variable yetu ya myset okay. Kweza kufanya hivyo unaweza kutumia hiyo method ya add nimekwambia okay. Kwa hiyo utaita ile variable yako ya hiyo set yako kwa hapa, my set call then dot add alafu humu ndani unaingiza sasa argument yako ile value ama ile element ambayo unahitaji iende kuhifadhiwa katika hiyo seti yako ya my set. Kwa mimi hapa nahitaji kuingiza moja, lakini pia nita copy tu hii, nita paste hapa, alafu nitabadilisha tu argument zangu na namba mbili iwemo namba tatu. Hizo ndio element ambazo nahitaji kuziingiza katika seti yangu ya my set. Kwa hiyo hapa sasa hivi nikija nikiprinti utaona output ambayo tunaipata kwa hapo, acha tuweze ku run na tayari, unaona seti yetu hii hapa imetoka moja mbili tatu. Okay, ndio element ambazo tumezi add katika hii seti yetu ambayo mwanzoni ilikuwa ni empty set. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ku add element moja katika e, eh, seti yako. Ila sasa kumbuka tumesema kule katika video iliyopita kuwa hizi elements katika set hazitakiwi kujirudia. Sasa mfano hapa ukiweza ku add let's say to add element nyingine ambayo tufanye kujirudia kwa hii element ya pili okay, kipi ambacho kitatokea? Kitu ambacho kitatokea itakwenda kuchukuliwa moja tu, hazitoweza kuchukuliwa zote hizi mbili. Sasa hapa tukiweza ku run sasa hivi, unaona imetoka output ile ile tu, element zetu zipo tatu, japokuwa huku tumeadd add element I mean value nne lakini unaona hapa hii mbili imeweza kujirudia, na seti tumesema haichukui, eh, vitu ambavyo vimejirudia, itachukua kitu kimoja tu. So natumai hicho kitu umeweza kukiona na kujifunza, katika video iliyopita, sio kigeni kwako, lakini pia wacha tuweze kuangalia namna gani ya kuongeza element nyingi. Hii add inatupa sisi uwezo wa kuongeza element moja moja katika seti yetu. Vipi kitokea unahitaji kuingiza element nyingi kwa wakati mmoja, yani zaidi ya moja, unaweza kutumia method ya update kuweza kufanya hivyo. Kwa mfano, acha tuweze kufuta hizi. Okay then, sasa hivi nahitaji kuweza kuingiza e, zaidi ya moja. Kwa hapa tutaita my set dot update. Okay then hapa utaweka list yako ambayo itabeba hizo valu koma. Tayari hapa tukiweza kurun program yetu, unaona tumeweza kupata seti yetu hii hapa, ambayo imebeba elementi tatu ama valu tatu ndani yake. Just kwa kutumia tu hii method ya update, basi tayari tumeweza kuingiza zaidi ya valu moja katika seti yetu. Lakini hivyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ku update kama ilivyo jina lake. Pengine mwanzoni hukuweza kutengeneza empty set, uliweza kutengeneza set ambayo ina value tayari. Mfano hapa tuweke, let's say 3,4,5 okay. Lakini halafu ukaja ukai call method hii na ukai update hiyo set yako, kitakacho kwenda kufanyika hizi zilokuwemo huku mwanzoni E, zitakuwemo pia na hii update itakwenda ku add nyingine. Okay, kwa mfano hapa tukiweza ku run programu yetu, unaona kilichokwenda kufanyika, moja mbili tatu nne tano, moja mbili tatu, nne tano. Tatu ipo huku na huku, lakini unakuta set inapofanya kazi hairudii value ama hairudi ile element ambayo zinafanana. So natumai umeweza kuona hapo jinsi gani ya kuongeza kwa wakati mmoja element zaidi ya moja. So ukiachilia hivyo, pia kuna njia nyingine ya kuongeza element ama values katika seti yako kutokana na seti nyingine, yaani unakuwa na seti mbili na unahitaji kuunganisha seti zako mbili hizo upate seti moja ambayo itabeba elementi zote ama values zote zilizomo katika hiyo set, unaweza kufanya hivyo, lakini pia unaweza kuchukua seti moja, zile values zilizomo, elementi zilizomo, ukaunganisha kwenye seti nyingine. Acha niweze kuonyesha hapa kitu hicho, unaweza ukafanya vipi. Kwa hiyo tupo na seti yetu hapo ya juu ya kwanza, na tutengeneze set nyingine hapa, tuiite tu set 2, hii tuiite set 1, alafu yuko my set 2, tuweke sawa sawa, built-in function yetu ya set na tuweke listi yetu ambayo itakuwa imebeba humu value, let's say 9 okay, kumi kumi na moja okay, then katika kuunganisha sasa hizi listi mbili tunatumia nini? Tunatumia ile ile update. Kwa hiyo let's say tunahitaji seti ya pili hii valu zilizomo ziingie pia katika hii seti ya kwanza, kwa hiyo tutaweka set 1 dot update alafu ndani ya hii methadi yetu ya update, argument ambayo tutaipitisha ni hii my set two. Okay? Sorry, hapa ilitakiwa iwe my set one, then update my set two, kwayo kitakachokwenda kufanyika hapa, tukiprint hii set one itakwenda kukusanya value hizi za kwake na pia itachukua na hizi value za my set two ambayo 9 10 11 ambayo tumeipitisha hapa katika hii set 1. So acha tuweze kurun programu yetu, na unaona set yetu set 1 yetu sasa hivi imeongezeka zile element ina imechukua kwa element za set 2 pia. So unaweza kufanya hivyo pia lakini vile vile kuna issue nzima ya kuweza kuchanganya zile elementi zako ama value zako, kama tulivyotangulia kufahamishana, set ina uwezo wa kukusanya value zenye data tofauti tofauti inawezekana kuna integer, kuna string ndani yake, kuna character. Unaweza kufanya hivyo so. Kwa mfano, wacha tuweze kuweka set 1 yetu hapa yapa, ambayo valu zake ni 3 4 5, okay. So tunakwenda ku update my set.update, then argument yetu tutapitisha string abc. Kumbuka set ukipitisha hivi string kama hivi inaenda kuchukuliwa kila character inajitegemea, ina act kama ni element yenye kujitegemea ama value yenye kujitegemea. So hii a itakuwa kwake, b itakuwa kwake, c si itakuwa kwake. Otukirani hapa programu yetu, unaona kile ambacho tumekipata, c 3 4 5 b a mwana zipo randomly, hazipo katika mpangilio maalum. Hiyo ndio set. So ukiachilia jinsi gani ya kuweza kuingiza e, element value katika set, pia tuweze kuangalia sasa jinsi ya kuondoa element ama values kutoka katika set. Ni very simple pia. Wacha tuweze kuona tunatumia method zipi kuweza kufanya hivyo kwa, wacha tutengeneze e, set yetu hapa ya kuweza kuitumia. Wacha tufute kidogo. So tupo na set yetu hii hapa ambayo imekusanya listi yenye values hapa wacha okay. Sasa pengine unahitaji kuondoa hii eh, one hapa katika hii list yetu. Unaweza kutumia method ya remove yam, ukai call variable yako ya set yako my set, dot, then remove, alafu argument unapitisha ile ambayo unahitaji kuiondoa. Mfano, sisi tunahitaji kuondoa hii one. Kwa hiyo hapa tayari, tukiprint hapa, output ambayo tutaipata ni set yetu ambayo hii value one haipo. Okay, so tukirun programu yetu tayari unaona imeanza mbili eh, ukiangalia moja haipo. Kwa unaweza kutumia hii method ya remove kuweza kuondoa element katika set yako, lakini ikiwa element fulani haipo Python itaweza kutoa error. Kwa mfano hapa tumeweza kuremove moja na ikaondolewa kwa sababu ipo, lakini ikiwa hapa tumeweka nane Okay, kumbuka nane haipo humu ndani katika seti yetu. Tukirun programu yetu itatuletea error, key error. Okay, hakuna e, nane katika seti yetu. Kwa unatakiwa kuzingatia hilo. Lakini pia unaweza kutumia discard. Methodi hii pia inafanya kazi kama remove kuweza kuondoa element fulani pia. Kwa mfano, let's say hapa instead ya kutumia remove, tunaenda kutumia dot Discard. Then humu tunaingiza sasa hiyo e, e, value ama element ambayo tunahitaji kuiondoa. Kwa hiyo hapa ninaingiza let's say e, tano iweze kuondoka. Kwa hiyo hapa tukirun programu yetu, okay, tumepata error na error inatokana na nini? Attribution error. Set object has no attribute. Discard. Tumekosea spelling. Okay, hapa ilitakiwa iwe i not e. Kwa hiyo inaandikwa hivi method hii ya discard. Then, kiran unaona tano imekuwa removed, imeondolewa na imebaki e, element zetu hizi one, two, three, four, six. Lakini five, lakini 5 haipo, tumeweza kuiondoa. Lakini unapoweka mfano value ambayo haipo katika hiyo seti yako let's say hapo umeweka kumi, kumi haimo katika seti yetu na unahitaji kui discard, okay, unahitaji kuweza kui remove, tukirani hapo programu yetu utaona output ambayo tunaipata ni hii imetoka set yetu nzima okay. Lakini kumi tuliweza kuiondoa, lakini hapa haipo na haikuweza kuleta error. Ni utofauti uliopo baina ya hii discard na ile remove. Remove ikiwa umeingiza argument hapa hiyo value ambayo haipo kwenye set itakuletea error, key error. Lakini hii discard kama haipo haitozingatia, haitoleta error yoyote. kwa nadhani umeweza kuona utofauti uliopo baina ya hii discard na hii remove. Hii inakuletea error lakini hii nyingine haikuletei error. Lakini pia una uwezo wa kuondoa elementi zote katika list yako kwa pamoja, kwa muda mmoja, mfano my set dot clear, tunatumia method hii okay. Kwa hiyo hapo sasa hivi tukiweza kuprint, tukirun programu yetu, unaona imebaki empty set, kwa sababu tumeweza kuclear element ama value zote zilizomo katika hii seti yetu hapa kwao unaweza kutumia na hii e, method ya clear kuweza kufuta element zote kwa pamoja e kuliko kutumia ile remove na discard kufuta moja moja katika hiyo seti yako. So kwa hiki ambacho tumejifunza leo, nadhani ungekaa ukafanya mazoezi huko, inatosha. Tumeweza kujifunza method tofauti tofauti, tumejifunza tumejifunza function ya ya lens, tumejifunza function, eh, I mean method ya add, update, remove, discard, clear. So leo inatosha katika video hii. Fanya mazoezi huko, kama kuna sehemu hujanielewa pengine ama sikuweza kufahamisha vizuri, nilikuchanganya, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment, tukaweza kueleweshana vizuri. Like video hii, subscribe YouTube channel yetu, tukutane wakati mwingine. Utakuja kuendelea na vitu vingine ambavyo vya kuvifanya tukiwa na set. Asante.